uliza wanachama wote wa Yanga au itisha mkutano mkuu next weekend uone stand ya wanachama. Basi weka simame naye mtu ufana wake wewe wako wanachama wa Yanga na washabiki wa Yanga, hao wengine ni kwa sababu tu ya mazingira ya kazi, lakini wenzio wewe walokufanya uwe unaitwa Rais Engineer Hersi Said ni wanayanga kafe. Nao katika jambo hili usikubali kubadilisha maamuzi mliyosema kama kamati ya utendaji.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 Tungeomba radhi. Nimeona statement ya bodi ya ligi, hata hata mstari mmoja tu wa kuomba radhi wa shabiki wameshindwa um, kuweka. Kwa sababu hatuna hatuna hatuna association ambayo tusemee hmm. Na ningetamani association mimi nianzishe, alafu watu wengine wajue inataka mtu very strong ataweza kusimamia haki za washabiki. Hatuwezi kwa tumetengeneza kanuni, tuna sheria, taratibu na miongozo tukaiacha tukakimbilia kwenye busara. Hmm, ili tu mtu fulani awe apate feva hmm. Busara inafaa kutumika pale ambapo sheria kanuni, taratibu, miongozo na kukosa kuangalia wenzetu wanafanyaje. Ndio sasa, hebu busara ina, inatuongozaje? hmm. Jambo hili lipo kwenye kanuni, halihitaji busara. Ukianza busara sasa hivi hapa tutazidi kuharibu mpira wetu. Ni lugha ambazo lugha za zinazotolewa katika udhaifu udhaifu kuhalalisha haramu. Nisikilize mimi, mm. buga mm. Yanga hawachezi yo mechi. Nisikilizeni mimi wananchi, mm. Yanga mm. hawachezi katu abadan, yani yo mechi hawachezi. Yanga hawachezi. Serikali ipi nii? Mnaingiza serikali maksudi? Mbona mtaka kugombanisha wananchi na serikali yao?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 inajua ina dili na watu hmm. Serikali hii ina dili na, na, na mambo ya watu, hawawezi kujiingiza katika umtego, na ndio hiyo ndio utasikia uh, ah, unajua wale wataitwa tu eh, hmm. Hatuwezi kuitwa kwa sababu hatajiingiza katika jambo hili, hiyo najiongopea. Kiufupi Yanga hii mechi hatuchezi. Period. Tusi tusicheze na hisia E, za, za watu kwa kufanya e, e, ujanja ujanja wa kuzima hoja hoja ya Young Africans ijibiwe kwa maandishi. Wameleta hoja ijibiwe, sio kusema mafanikio. Hakuna cha mafanikio. Hivi kulikuwa na uvunjifu wa amani pale? wa wa, wa amani gani ilivu, ilivunjwa? Rushwa rushwa nani? rushwa nani? Unajua tuingine tunajipa ma, ma, madaraka tusiokuwa nao. Bodi ya ligi lini umekuwa takukuru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 zinazohusu rushwa lazima utoe na tafsiri yake au maana yake. Nani anatuhumiwa kwa rushwa? Rushwa iko wapi? Wachezaji wamepewa rushwa? Refres wamepewa rushwa? Nani kapewa rushwa? Sioseme nchini bwana. Mtu anatoa tuhuma nzito kama zile, anaandika tu kwamba kuna tuhuma za rushwa. Zipi? Zinahusiana nini na kuairisha mechi? Tuhuma simtazishughulikia baadaye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 vurugu tupu kwenye mpira kila siku, watu wanafungiwa, mara ratiba zinabadilika, marefa kila siku wanatukanwa. Unasemaje mafanikio hayo? Ni mafanikio haya? Sio mafanikio. Kama kuna kipindi kinaongoza kwa vurugu kwenye mpira nchini, kipindi hiki. Najua wengine watasema hey, hey, kwa sababu. Hapana, anazungumza facts. Ratiba ishai kukata mechi me nne mfululizo ukachezwa bila kubadilishwa? Lishawai? Sasa unasemaje kuna mafanikio. Sasa hivi anakuja na matokeo yake mfukoni, namna anakuja na anakimbia, weka pale penati, atakaa nje ya box. Haya ndo mafanikio. Tubaki katika hoja, tuache kufanya dagli, dagli. Watu wametoa hoja, simamieni hoja, jibuni, twende. Nikiona klabu noipenda inashambuliwa na najua hawana, na hawana, hawana nguvu kwa sababu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 kuna mtu mmoja akisema yeye ni kun fayakun. Hapana, mm. tunaweza tukampa nafasi hiyo mhead of